Ndugu wanahabari e, wananchi wote wa wilaya ya Hai, wakazi wenzangu ambao tupo katika viunga vya wilaya ya Hai e, na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu zangu, awali ya yote nichukue fursa hii kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, aliyetujalia aliyetupa swiha tukawa na afya njema na akatupa kibali leo tumeweza kukutana kwenye siku hii ya leo. Leo ndugu wanahabari, nimewaita kwenye mkutano huu nikiwa na ajenda moja tu ya kuwatangazia wananchi wote wa wilaya ya Hai e, na wakazi wa wilaya yetu hii ya Hai kwamba tumeanza zoezi la maboresho ya daftari la mpiga kura awamu ya pili, na kwa wilaya yetu ya Hai leo tumeanza rasmi. Kwa hiyo, wananchi wote ambao hawakupata fursa katika awamu ya kwanza ya kuhakiki taarifa zao ni wajibu na wakati wao kwenda kuhakiki taarifa zao na kuona kama taarifa zao ziko sahihi. Lakini pili, kwa wale ambao hawakuwahi kuwa na nafasi ya kujiandikisha kutokana na sababu mbalimbali kipindi cha nyuma, na sasa hivi wapo kwenye nafasi hiyo, ni wajibu wao kwenda kutumia haki yao ya msingi kujiandikisha kwenye daftari la mpiga kura ili kupata sifa ya kupiga kura na zoezi hili litaendeshwa katika vijiji vyote sitini na mbili vya wilaya Hai, lakini pia vitakuwepo katika kata zote kumi na saba, na niwaombe viongozi mbalimbali viongozi wa kiroho viongozi wa dini wa madhehebu mbalimbali tutumie nafasi ya leo siku ya Jumaa kesho siku ya Jumamosi, lakini kesho kutwa siku ya Jumapili kuwatangazia waumini wote wa dini na madhehebu mbalimbali kujitokeza kwa wingi kwenda kuhakiki taarifa zao, lakini kwa wale ambao hawakukidhi sifa wakati ule, aidha kwa kutokuwa wakazi uh, wa eneo hili, aidha walikuwa maeneo -ma tofauti na sasa hivi wamehamishiwa katika au wako hapo wanafanya shughuli zao za kila siku kwenye wilaya hapo, basi wanao nafasi ya kwenda kujiandikisha, na kwa wale ambao inawezekana kwa sababu za umri walikuwa hawajajiandikisha basi ni wakati wao pia wa kutoka na kwenda kujiandikisha. Zoezi hili litachukua takriban siku saba na limeanza leo na litafika ukomo wake siku ya tarehe ishirini na tatu. E, tumejitahidi sana kutengeneza mazingira ya kila mwananchi kufika mapema na kuweza kupata nafasi ya kuhakiki taarifa zake, lakini kuchukuliwa upya taarifa zake na kuingizwa katika daftari ikiwa e, ni sehemu ya kujiandikisha. Shime shime, ndugu wananchi wenzangu. E, wadau mbalimbali tuendelee kutoa taarifa hizi katika maeneo tofauti tofauti. Kwa wale ambao hawakufanya hivyo awamu wa ya kwanza, wafanye hivyo awamu hii ya pili, na tuepukane na upotoshaji e, wa watu ambao wanasema hakuna umuhimu wa kujiandikisha ndugu